Bwana Yesu asifie watu wa Mungu bila shaka una afya njema ya kutosha sasa leo natamani tufahamishane ama tushirikishane jambo moja ambalo pengine linahusu injili za Kiafrika ambazo kwa namna moja ama nyingine zina ukakasi. Na leo tunataka tuangazie jambo moja ambalo ni kuhusiana na mwanamme kuwa na mke mmoja Je, unafikiri ni injili ambayo iko sawa au imewekwa tu kama kigezo ka sehemu fulani hivi kwa ajili ya kufunga baadhi ya ufahamu wa wana wa Afrika ili wasifikie hatima ya maisha yao ambayo yalikuwa pengine yanapaswa kufikiwa katika kuwa na mke zaidi ya mmoja katika mlengo wa Kikristo. Ukitaka unielewe, usipotaka usinielewe, sikulazimishi. Ila hapa tuko kwa ajili ya kuifikisha injili kwa kila mmoja, na ndivyo ilivyo. Kasome kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya ishirini na tisa, anzia mstari wa kwanza, soma uone pale Yakobo alipotaka kupata mke. Na kama unaifahamu historia ya Yakobo, tunamsoma kama baba wa makabila kumi na mawili, na wao kiwemo. Unafikiri kujaje? Je, Yakobo angekomana na mke yule ambaye ni mmoja, hmm? Yule mke mmoja yule ambaye alikuwa ndiye chaguo la moyo wake, kwa sababu alikuwa amependa yule raheli akakomaa na raheli kwamba mimi nataka huyu huyu, mulieniletea sim, huyu mlienipa simtaki, huyu kwa sababu tunaambiwa tuoe mmoja. Kwa hiyo mimi nitaoa, kwa sababu tunapaswa kuoa mmoja. Mimi nakutaka raheli wangu, niache nisubiri raheli wangu. Nikuulize swali, Yesu angepatikanaje? Yesu alipatikana katika uzao wa nani? Tumbo la nani? Mke yupi? Huyo mfarume Daudi, ambaye ni chimbuko la, la kuja kupatikana kwa Yesu, angetokea sehemu ipi? Nafikiri tuache kufungiwa kwenye chupa ama kwenye kibuyu cha maziwa, tuwe tuna jaribu kuangalia kitu chenye impact kwenye maisha yetu ni kipi, kushikilia neno ama kulielewa neno? Wengi tunafundishwa injili ambazo zina udhaifu, atueleweshwi neno. Injili yenye udhaifu haiwezi ikaleta matokeo chanya itakupa matokeo ambayo yamenyauka nyauka, sawa sawasawa na mbegu iliyotupwa kwenye, kwenye miba, ikapandwa kwenye miba itasongwa, ndio injili ya Afrika. Injili ya udongo ulio mzuri na mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri. Ah, tuna Afrika tunadanganyana, tunaletoa tu vifaa. Injili ya ku, ya kuvaa mandara yaliyotoboka, eti hiyo ndio injili ya, to, ya kuvaa makatambuga eti unahubiri. Mungu Mungu yupi ambaye anasema mimi ni ndiye tajiri, kila kitu ni mali yangu, alafu unatuhubiria injili umevaa makatambuga, si ujinga huo? Inabidi watu wa Mungu tulielewe neno tusienene katika kufungiwa kwenye fikira na mtazamo ambao sio. Tunafundishana, unajua hiki ni dhambi, hiki ni dhambi. Kila ambacho kina matokeo chanya kwako na kukuletea maisha mazuri mbeleni, unaambiwa ni dhambi. Kila ambacho kinakuletea matokeo ya hovyo na mwisho wa siku kutofika kwenye hatima yako, ndicho unachoambiwa kwamba ndicho kinachostahili. Je, au pasi kupima akili yako? mi leo ni kuachia hapo. Tafakari na uchukue hatua. Injili ipo kwa kila kiumbe, lakini kila kiumbe kinapaswa kichunguze kwamba hii injili inachofikishiwa ni injili ya namna gani?